Naam, watazamaji wa chaneli yetu, tunakuja na Yasini ya kumi na moja, tunakuja na Yasini ya kumi na moja baada ya audhu billahi min ashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ladhi wakafa billahi waliya

Yasini ya kumi na moja ndugu zangu umeona kombe hii hii kombe ni Yasini pamoja na marashi yanaitwa miski mafuta ya zaituni yako humu mafuta ya mkunazi yako humu mafuta ya mrehani yako humu mafuta ya aina ya saba katika somo la saba lilofundisha la yasini mafuta saba yale ambayo yanakwenda zile aya za moto majina yale ya mioto yale kwa ajili ya mashetani una vitu vibaya vya kutembea mwilini kombe hii hapa lita moja na nusu hapa tunauza shilingi elfu kumi na tano lita moja na nusu elfu kumi na tano Ukifika okay, nyumbani una uwezo ukaizalisha lita moja na nusu, ukaizalisha idadi ya lita ishirini, wala ina shida, inakubali kabisa, yanakuwa ni maji yako kwenda ofisini. Siyo somo langu la leo. Somo langu ni Yasini ya, ya kumi na moja katika mwendelezo wetu, ambayo nikiwa ni mii mwenyewe Osadhra Kigongo tunakuja na Yasini ya kumi na moja. Ndugu zangu, kuna watu wanapenda kulalamika, maisha magumu, maisha magumu, maisha magumu. Hapana, nakuja na njia kusaidia wewe ambao unasema maisha magumu. Acha kulia, mtegemee Mungu, mwombe Mungu. Mungu anasema, adiuni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Mungu anafurahi sana kumwona mja anapokuwa anamuomba Mungu, anasikia raha kumwona mja anamuomba. Huu ndio utofauti wa Allah, yaani Mwenyezi Mungu na mwanadamu. mwanadamu Mwanadamu, ukimwomba mara tatu mara tano na simu na kuzimia, mwanadamu ukimwomba wiki na undugu unazokaisha lakini Allah anasikia raha, Allah anafurahi kumuona mja wake anamwomba, anafarijika sana. Allahu azza wa jalla anaambia malaika, mnamuona mja wangu ananiomba mimi. Na ukienda katika masuala ya saa istijaba, wale watu wa masuala ya saa za dua wanajua, muda wa saa nane usiku wanaujua muda wa ule Allah anatoa amri kwamba malaika waende katika ardhi, washuke ardhini, watembee, waangalie nani mja wangu yakumu fi, wa yakumu fil laili, nani katika, katika mja wangu amesimama katika usiku akiniomba mimi, akibubujisha machozi akiniomba mimi. Nendeni. Allah nawaamuru malaika waende, wakazunguka, waka, waka watembee, na malaika wanatembea katika ardhi wanakuta wewe ambaye unaosema maisha ni magumu, unalaumu viongozi, unalaumu nani, unalaumu baba, unamchukia mama kwa sababu mama ana kashamba kake kule, unategemea akuachie wewe ujinufaishe, yeye wewe, yeye akose. Acha, usifanye hivyo, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni grace, natoa grace kwa siku ya leo kwa wale ambao Eh, magari yao ziyarishiwa grisi. Yani, wewe ni mtu ambaye unafanya ibada unafanya na shughuli zako, maisha yanakuwa na risk inakuwa ni ngumu. Hii hapa chukua nyepesi nzuri kabisa somo Yasini hii, inaitwa inaitwa ya Yasini mufarij. Hii ni Yasini ya kufanya wewe una faraja uwe na furaha mje Allah, hmm? Allah ni ghaniu bwana, Allah ni tajiri. Allah ndiye mughuni, Allah ndiye mwenye kutajirisha, Allah ndiye anayetajirisha e. Yaani ukisikia matajiri, Allah ndiye anayewatajirisha. Chukua hiyo Yaasin mufariju, mtasoma kwa mfumo wa mudawa, utadumu sio ufanye siku tatu tu, haiko hivyo utadumu. Utasoma Yasini katika utaratibu wa maisha yako yote, uone je kweli au si kweli. Chukua Yasini, utasoma Yasini, utasoma Yasini saba kila siku kila siku baada ya sala ya isha soma Yasini saba, itakwenda majina yake mara mia sita sitini na sita. Jina la kwanza utaanza ya hayu ya kayum mara mia sita sitini na sita. Utasoma yako mawili mawili ya majina usiyaache yako mawili ya ghaniu ya, ya mughni mia sita sitini na sita. Utamalizia majina mengine yanayokwenda mawili ya dhal jalali wal ikram mia sita sitini na sita. Nenda kasome, nakupa siku saba tu bi idhnillahi taala utakuja kutoa komenti hapo. Acha kulialia, acha kuombaomba. Unapozidi kuombaomba, unapunguza marafiki. Usipelekee marafiki wakukimbie. mtaji wako wewe ni watu, napokuwa unaombaomba sana, sikia hatua, mtu hata namba yako akiona anaiogopa. Usifanye hivyo, mwombe anayetaka kuombwa, ambaye ni Allah azza wa jalla. Mwombe Allah ya hawi ya qayyum ya ghaniu ya ya bubuni ya ya ya ya ya dhal jalali wal ikram. Soma hivo che. Baada ya hapo, msalia Bwana Mtume wa salama mara mia moja tu, so sana kidogo tu, mara mia moja tu. Fanya hivo, nakupa siku saba tu za idadi ya mbingu na ardhi. Mbingu ina tabaka saba, ardhi ina tabaka saba, milango ya pepo au tabaka za pepo seven saba. Hiyo nakupa saba tu, hiyo uone kazi ya saba inayofanya kazi. Nisema nina kuzungumzia saba hii, saba hii. Kwa nini siku ziko saba, mbingu ziko saba? Na kwa nini Mwenyezi Mungu kaumba kaumba mpaka idadi za siku saba? Kwa nini so nane so tisa? Ardhi tabaka saba pepo saba iko hivyo. Sura ya kwanza katika Qurani ambayo ndiyo mama wa Qurani, Suratul Fatiha, ambayo ina aya saba na azidi, hiyo ni saba idadi yake. Kwa unajua ndani ya saba Mungu kacha kufanya kila kitu. Kwa hiyo katumie, hiyo itakusaidia pia. Kuna kombe zipo inshallah wanaohitaji namba zipo hapo, utapata kombe nzuri unatumia, ili dawa sio shiriki hii dawa eh, tu wanasema kuli dawa hii dawa. Kila ugonjwa una dawa yake, wadawa virumi eh, wa, wa, wa, na dawa ya madhambi alizifari, tufanye msamaha kwa Mwenyezi Mungu, mida yote, asubuhi na jioni, tuombe msamaha, ni moja ya tengeneza riski zetu na maisha yetu. Ndugu zangu, hii ni Yasini ya kumi na moja, nimebakiwa na Yasini kumi tu nimalize somo la njia ya surati Yasini na deni ya Yasini kumi tu, nikija ni tano tano imemaliza kuuza Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Allah kama atanipa uhai sadaka yangu hii, Allah anaomba ajalie mtumie na mimi nikifa niweze kunufaika huko anapokuwa katika maisha ambayo yatakuwa hayana jirani, hayana rafiki, hayana baba, hayana mama. Amali zako ndiyo msaada wako, ndiyo nuru yako, ndiyo hoja yako mbele ya Allah azza wa jalla. Niseme wabillahi taufiqi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ndugu yenu al ustadhi Raa Kigongo.